Na mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako, Radio Maria Tanzania na Mufilipi Media, pembeni yangu nipo na Balozi wa Tanzania nchini Vatikani, yeye atakwenda kutuambia ni namna gani amepokea umsiba e, akiwa anatuwakilisha kule Vatikani na namna gani ambavyo basi utaratibu ulikuwepo kutoka kule Vatikani kuja hapa nchini Tanzania. Baba, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Habari ya uzima. Nashukuru, si jambo labda tuambie nini ambacho kilitokea kule Vatican, baada ya msiba huu kutangazwa rasmi, na tumeona kwamba kulikuwa na e, utaratibu ambao Tanzania waliandika barua kwamba kuomba mwili kurudi hapa nchini Tanzania, labda e, utaratibu ulikuwa ni upi kule Vatican? Uh, kwanza niseme kwamba mimi ninaungana na Watanzania, uh, wenzangu, lakini pia uh, ninaungana na uh, wa ndugu zetu wote walioguswa na msiba huu, hapa kwa maana ya Tanzania, lakini duniani kote uh, lakini pia uh, zaidi waumini uh, wa kanisa la Roman Catholic uh, kama ambavyo umenitambulisha uh, mimi naitwa Hassan Idd Mwamweta ni balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ukulu mtakatifu kwa maana ya Vatican, mwenye makazi Berlin, Ujerumani. Uh, ushirikiano baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Vatican ni mzuri, na ndio maana hata baada ya msiba huu kutokea hakuna changamoto yote iliyo uh, jitokeza. E, tulitoa ushirikiano uh, kwa maana ya uh, ofisi zetu za uwakilishi ubalozi wa Tanzania uh, kutokea Berlin ambao ndio unawajibika Vatican, lakini pia ubalozi wetu wa Itali ambao unahusika na mahusiano ya Itali. Hii ni muhimu kufahamu kwamba ubalozi wetu wa Itali hauhusiki na Vatican. Ubalozi wetu Berlin Ujerumani ndio unahusika na Vatican. Na mimi ni balozi wa Tanzania Berlin Ujerumani ninayehusika na Vatican. Lakini kwenye maswala ya kibinadamu maswala ya kiimani kama haya huwa sisi hatujali ni ubalozi upi unayohusika Vatican. Kwa mimi kama balozi wa Vatican mwenye makazi Berlin Ujerumani, ilionekana ni busara nishiriki huku, alafu mheshimiwa balozi uh, wetu Itali alishiriki kwa maana ya uh, ibada zote kule Vatican. Uh, kuguswa, tumeguswa kama nilivyosema, huu ni msiba mkubwa, na utakuwa umeona mwenyewe kwamba jina hili ni kubwa uh, hayati Askofu Mkuu Rugambwa ndiye Mtanzania wa kwanza kuhudumu kama balozi wa papa. Ehe, kwa hiyo ana historia kubwa, lakini ametumia muda wake mwingi kuhudumu uh, pale Vatikani, muda mwingi ameutumia ame, ame kwenye kutoa huduma ya kiroho pale Vatican. Kwa ni amekuwa ameijengea nchi yetu heshima kubwa na mchango wake si rahisi kusahaulika na ninaamini kwamba uh, waumini wengi watafuata nyayo zake, na ndio maana mimi kwa nafasi yangu leo niko hapa kwa niaba ya serikali uh, tulikuwa na mheshimiwa naibu waziri wa mambo uh, wa ya nje mheshimiwa Londo, yeye ametangulia nje; ni namna ambavyo serikali imeungana na uh, waombolezaji na tunaamini kwamba kule ambako anakwenda kusitiliwa basi viongozi wa kule na wana, wata, watashiriki kwa kadri inavyopaswa kushiriki. Pole sana na hongera kwa majukumu hayo ambayo Tanzania imekuamini kule nchini Vatican e, kuendelea kusimamia nchi yetu katika utaratibu wa kiserikali. Mimi nashukuru kwanza, namshukuru sana Mheshimiwa rais wangu ameniamini, lakini kupitia yeye e, ninamshukuru sana wa waziri wangu pia wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahamudu Thabit Kombo kwa sababu wao ndio ambao wanatupa miongozo. Hatuwezi kuja hapa bila miongozo yao, hatuwezi kushiriki shughuli yoyote bila baraka zao. Lakini kubwa zaidi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anayetupa uwezo, ndio anayetupa nguvu, hekima na maarifa ya kutimiza haya yote. Asante sana baba, nikushukuru. Naona unahitajika, unahitajika kwa ajili ya utaratibu mwingine huko okay, nikutakie majukumu mema, asante sana.